A watu wenye mabaa wananiuliza, maana tuliweka utaratibu kwamba saa nne usiku ni mwisho. Bila shaka, na kuna wengine pia wanaotaka kule muda wa zamani urudi kwa hurudi. Kwa hiyo sisi sasa hivi tumejihakikishia kwamba tumerejea vizuri. Kwa hiyo na wenyewe nimewapa kibali cha kufungua baa zao hadi saa sita usiku ili waendelee na biashara zao kama zamani e, lakini waendelee kutoa ushirikiano kwa serikali wanapoona kwamba kuna mambo ambayo hayako sawa. Ulinzi na usalama wa wananchi ni jukumu la sisi sote, wananchi na Watanzania, sio jukumu la jeshi la polisi, ila wao tumewatanguliza mbele, lakini sisi wananchi ndo walinzi namba moja. Na serikali itajidhatiti kuhakikisha, kuakikisha kwamba usalama wa wananchi na mali zao unaimarishwa. Kwa hiyo kuweni na amani.